Ukatili wa kijinsia dhidi ya wanaume unaongezeka Iringa. Ukatili dhidi ya wanaume katika mkoa wa Iringa umeongezeka kwa asilimia nane kutoka asilimia 19 hadi asilimia 27 kufikia Novemba 2025, kwa mujibu wa ofisi ya ustawi wa jamii ya mkoa. Takwimu kutoka ofisi hiyo zinaonyesha kuwa wakati vurugu dhidi ya wanawake zinapungua, na vurugu dhidi ya watoto zikiendelea kuwa katika kiwango kinachokaribiana, wanaume wanazidi kuwa wahanga wa ukatili. Ndani ya mwaka mmoja pekee, tumepokea na kushughulikia mamia ya taarifa za vurugu za kijinsia na vurugu dhidi ya watoto kote mkoani. Ukatili wa kimwili na kisaikolojia ndio aina zinazotokea mara nyingi, afisa ustawi wa jamii ya mkoa, Bwana Martin Chuwa, aliambia hivi karibuni gazeti la The Citizen. Alisisitiza umuhimu wa ushirikiano madhubuti kati ya vyombo vya habari, familia, na wadau wa maendeleo. Bwana Chuwa alibainisha kuwa wakati vurugu dhidi ya wanaume zilipanda kutoka asilimia 19 hadi asilimia 27 kufikia mwisho wa Novemba, vurugu dhidi ya wanawake zilishuka kutoka asilimia 33 hadi asilimia 22. Aina ya vurugu inayowakumba wanaume kwa wingi ni ya kisaikolojia, ambapo hutukanwa, kudhalilishwa au kuteswa kihisia na wenzi wao, alisema, akiongeza kuwa hali hii inaweza kuhusishwa na tafsiri za dhana ya usawa wa kijinsia wa hamsini, hamsini, ambayo inahitaji kufanyiwa mapitio zaidi. Aliongeza kuwa ukatili wa kimwili ndio aina iliyoenea zaidi kwa wanawake, huku wavulana mara nyingi wakiwa wahanga wa ukatili wa kimwili, na wasichana kuathiriwa zaidi na ukatili wa kingono. Afisa Ustawi wa Jamii katika Halmashauri ya Manispaa ya Iringa, Bi Tiniel Mmbaga, alisema ofisi yake hupokea kati ya kesi saba hadi 15 za migogoro ya kifamilia kila siku, kulingana na msimu. Alisema migogoro mingi hutokana na ugumu wa kiuchumi, hasa kwa wazazi waliopata watoto bila mipango na kushindwa kumudu gharama za malezi, alieleza. Bi Mmbaga alisema migogoro ya kifamilia ni chanzo kikubwa cha ongezeko la watoto wa mitaani, huku kesi nyingi zikihusisha matunzo ya watoto na ada za shule, hasa pale watoto wanaposoma shule binafsi na wazazi kuishi tofauti. Aliongeza kuwa shinikizo la kiuchumi, kuanza mapema ya mahusiano ya kingono na mimba zisizopangwa pia vimechangia kuongezeka kwa idadi ya watoto walio katika mazingira hatarishi katika mkoa huo.